Naam, tumerudi baada ya mapumziko mafupi na nikuambia tu bado uko nasi viwanjani ni mpaka pale saa sita kamili za mchana, tuna taarifa nyingi sana ambazo uh, bado utafaidika nazo kwa siku uh, hii ya leo uh, Ulama Id Salim, bado niko hapa lakini, kumbuka viwanjani huwa tunakutana vilevile na wageni ambao wanakuja studio kuweza kukupa wewe mtazamaji wa viwanjani kile ambacho wamekuja nacho ili uweze kufaidika nacho, na ndio maana tunasema kipindi bora kabisa cha michezo hapa Azam TV na leo uh, tuna wageni ambao kuna ile marathon ya NBC ambayo inakwenda kufanyika kule eh, Dodoma na leo tunaye hapa Moses, ambaye eh, ni mtu wa masoko wa NBC atakuja kutuambia kile ambacho kwa mara nyingine tena amekuja nacho hivi leo, lakini pia tunaye dada Rukia ambaye kwa upande wa GSM, bila shaka mtakuwa mnafahamu jinsi ambavyo wako katika michezo, hawaachi jamii ya Watanzania peke yao, wako pamoja naye. Atatuambia kile ambacho amekuja nacho kwa siku ya leo katika studio zetu hizi za Azam TV. Jamani, karibuni sana, asante sana. Mambo eh, yanakwenda vizuri. Yanakwenda oh, vizuri kabisa. E, simi nikionaga mm, NBC wana kwa sababu tuna NBC Premier League. Mm, eh, ni watu wa michezo kabisa, kabisa. Mm. lakini tukija kwenye GSM hali kadhalika mm, nawao katika michezo jamii ya wa watanzania inafurahi kabisa eh. Labda mtuambie sasa, mm. kile ambacho mmekuja nacho kwa siku ya leo viwanjani, mm. watazamaji wetu wangependa kufahamu. Kama ulivyosema, sisi ni watu wa michezo, ni kweli, na tumeinvest sana kwenye michezo Ndio. Na tumekuja kwa ajili ya marathon leo. Ehe. Na kupitia marathon, kama michezo ya kuhamasisha fitness na nini, Ehe. tunapata nafasi ya kuchangia au kurudisha kwa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 Uh, yote inaanzia pale pale jamhuri dodoma yote inaanzia pale pale tarehe ishirini na saba mwezi huu hapa ishirini na yes, yes. yes. saba ya mwezi julai mwezi julai, ya mwezi huu, ya mwezi huu jula. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. yeah. nakumbuka so, wiki iliyopita mm. tulizungumza hapa mm. tulikuwa tunaona kama bado mbali sana kumbe imefika sio mbali eh. unajua hata ukihesabu hapa ni kama wiki tatu tu, so eh. yeah. watu unahamasisha sana watu wajisajili wa na mm. kujisajili ni rahisi unaingia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 Uh, kwanza tumefurahi sana yeah, kwa NBC kutu, kutufikiria sisi kuwa sehemu ya hmm. kitu kama hichi hmm. hmm. kwa sababu ukiangalia ameongelea malengo ambayo ni kurudisha katika jamii kwenye eneo la afya hmm. Hmm. sisi GSM tuna taasisi tanzu inaitwa GSM Foundation ambayo pia tunafanya vitu kama hivyo hmm. na moja ya eneo ambalo tunaliangalia ni afya ya mama na mtoto okay, kwa hiyo tulivyosikia kitu kama hichi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 kwa kupitia vinywaji wetu GSM pure drinking water, Ndiyo. kuna sodas zikiwemo GSM cola, mm. GSM lemon pop, mm. na vinginevyo G-Boost energy. mm. Hivyo vyote tunaamini ni muhimu sana sana sana kwa wale wakimbiaji mm. elfu kumi na mbili okay. kwa hiyo tutakuwa pamoja na NBC mm. kwenye, kwenye jambo hili. Umezungumzia, okay. yes. umesema ni msimu ni mara ya kwanza kuingia katika ile jambo la NBC yes. Uh, toka msimu wa kwanza msimu wa sita, uwe? Yes. E, sita. yes. E. Msimu wa sita mm. labda mmevutiwa zaidi na zile, uh, zile kauli ambazo wanakwenda nazo kusaidia jamii, kwa sababu sasa hivi mm. kauli mbiu ni kusaidia wakina mama kuhusiana mm. na saratani eh? yes. E, ni, ni, mama na mtoto, labda hili pengine kwa GSM pamoja, kwamba mmeingia mikakati yenu katika kuendelea kusapoti mm. hili mkiwa pamoja na NBC, mwendelezo wenu ukoje? So far tumefurahi, yani mm. Tutangia tu commit kwamba tunashiriki mm. NBC wamekuwa nasi bega kwa bega mm. Kwa hiyo tunaona ni kitu ambacho hata mwakani ni kitu cha kukikonsida. okay. Umeona, kwa hiyo mm. Uh, NBC naamini hapa ananiangalia vizuri, nasema tayari mdau naye, lakini ni jambo ambalo tumelifurahia na sisi tukiwa ambao kampuni ambayo tunaiangalia jamii mm. kwenye michezo kwenye mm. afya kwenye mambo mbalimbali mbali ambayo tunaifanya katika kurudisha katika jamii Lio. Definitely ni kitu ambacho cha kukiangalia mm. uh, kwa misimu inayokuja ya NBC Dodoma. okay. okay. nikija kwako uh, Moses. yes. jambo likianza nasema huwa linasogea linakwenda mwitikio mpaka sasa hivi, pamoja na kwamba umezungumza mm. bado wiki tatu mm. mwitikio kwa jamii yetu, lakini mm. pia kwa wale washiriki ambao wanatakuja Dodoma mm. uh, kuungana nanyi katika ile jambo la NBC unakwendaje? Mwitikio ni mkubwa sana, kila mwaka tunapata hivyo. Sometimes mpaka wenyewe huwa tunaogopa, kwa sababu hata wa mwaka jana uh, kuna watu wengine watakuta wanakosa nafasi ya kushiriki kwa sababu ya kuchelewa, kwa sababu watu wengi sana wana wanakuja ku, wanashiriki. Kuna wale wakimbiaji ambao wapo serious wanakimbia, kuna wengine wanajitolea wanakuja ili kuchangia, umeona? So mwitikio ni mkubwa sana, na kama nilivyosema, bado wiki tatu, uh, tayari watu wameshaanza kujisajili kwa, kwa kasi sana na tayari watu washaanza kukata tiketi zao za SGR mm. kwa hiyo mtu usishangae tu imefika muda hata ukitaka kufanya booking, ni pale unakosa nafasi. Kwa hiyo mm. ni bora ujisajili mapema ukate tiketi yako ya SGR mapema mm, ikishafika ile weekend ya tarehe 20 ngapi hapo, tarehe ishirini na sita ishirini na saba yeah, we tayari upo Dodoma. Dodoma. Kukimbia, yes. Wanasema kwenye mbio hizi mm, uh, unakutana na watu mbalimbali jamii mbali mm. ya Tanzania inapenda sana ku mahusiano, kujenga mahusiano mm. Unakutana na watu ambao hujawahi kukutana nao kwenye event za namna hii kabisa. Programu yenu NBC mm. mgeni rasmi labda pengine mm. au mnaamini kwamba nani ambaye mm. au wakina nani ambao watahusika kwenye hiyo kesi ambayo jamii itasema hapana, na mimi lazima mm. niende Dodoma, kumbe mm. fulani atakuwepo, mm. wala hata nimwone au nisalimiane mm -hmm. naye mm -hmm. Mashirika ni mengi mm. siwezi kuyataja yote yes. Uh, wakienda wakiendelea kufuatilia taarifa zetu watazi, wat, watazipata uh. na kila wiki kama we mwenyewe kama umesema tulikuwepo, yeah. wiki iliyopita. kila wiki tunakuja na mashirika tofauti mm. kuyatambulisha kama, kama wadhamini mm. kwa hiyo uh, ni point nzuri sana ya ku network Dodoma Marathon. Kuna watu wa kutoka sehemu tofauti tofauti, kuna viongozi wa serikalini pia, watapata kuwasikia ni wakina nani watashiriki. Kwa hiyo ni sehemu nzuri sana ya kujumuika kwa pamoja, na marathon ya mwaka jana, kwa takwimu tu zilizokuwa nazo sasa hivi, NBC Dodoma Marathon ndo marathon kubwa Tanzania, Tanzania. E, na mwaka huu nadhani mm. ndio itakuwa kubwa zaidi na tupo <laughs> na mdhamini mkubwa mwenyewe hapa GSM nadhani itakuwa ni historia. Hiyo target inakuwa mfano kama mm. wakimbiaji elfu kumi, elfu kumi na tano, ishirini. Target maalum au mwaka... kwamba watakapokuwa wanakuja mm. basi wajitokeze tu Target ipo kwa mwaka jana tulikuwa na zaidi ya washiriki wa elfu nane mwaka huu tunatazamia kuwa na washiriki elfu yes. kumi na mbili. Okay. Nimesikia, nimejipanga. Nimejipanga nimejipanga vizuri kwenye, kwenye vinywaji nimejipanga mm. wasiwe na wasiwasi. mm. mm. Washiriki wote elfu kumi na mbili watapata vinywaji vya kukata kiu vya Aha. kuongeza energy na kuongeza energy. sukari vile yeah. vile yeah. unajua mm. kwa unafanya mazoezi yes. inabidi uwe fit kidogo mm. Kwa hiyo GSM tuko vizuri, tumejipanga, wasiwe na wasiwasi Okay. na mtu akijisajili bwana, kuna zile watu wanapenda zile traki kofia. mm. Uh, yeah, tuta, tutatoa taarifa mm. ya sehemu ya kuzipata mm. hizo kits. so sasa hivi natutaka kufanya yani, uwe tu tayari umeshajisajili mm. una, una, una confirmation yako ya kwenye ujumbe mfupi pale mm. nini kishatimia. siku hivi karibuni tutatangaza sehemu mm. gani za kupata hizo kits, lakini kupata kits lazima u uh, tayari umeshajisajili mm. umesha so na, na, na, ningependa nirudie tena kama unaniangalia sasa hivi unaingia mm. tu kwenye simu yako mm. www.events.nbc.co.tz unajisajili, mm. utapata ujumbe mfupi ambao una namba yako ya malipo then unaenda kwenye mtandao mwingine wote mm. au pia kwenye NBC kiganjani ukifungua NBC kiganjani, kuna sehemu ya malipo mm. una sehemu imeandikwa lipa kiganjani okay. Ukiingia kwenye lipa kiganjani, ukifuatisha hatua kadhaa tayari utakua umemaliza usajili wako unasubiria sasa kit ukishaambiwa okay. watu sehemu fulani mm. tupo na mdhamini mkubwa hapa eh. zitapatikana kila sana zitapatikana mmezingatia umri pia kwa washiriki kuanzia kuanzia miaka 18 yeah, au kuna wale watoto pia wataruhusiwa wata kushiriki ah huwa wanashiriki lakini wanakuja na na na na, na guardians wao kwa ah, yes. yeah. sababu ya usalama yes yeah. Yeah. okay je GSM mshawahi kushiriki katika jambo la nani la marathon ndo mara ya kwanza marathoni huwa tunashiriki. mm. Kuna nyingine nyingi ambazo tumewahi kushiriki kabla ya hapa yeah. kwa udhamini wa aina mbalimbali okay. kwa udhamini wa kifedha, udhamini yeah. wa vinywaji kama ambavyo tu, tunaingia hapa ni vinywaji pamoja na fedha. Kwa hiyo tumeshawahi kushiriki ndio. Okay, Moses yes. Nino lako sasa kwa Watanzania ambao wanatutazama hivi sasa mm. Uh, kuweza kufahamu ushawambia jinsi ambavyo mnapatikana na mtu akitaka kushiriki mm. Uh, umemsikia vizuri hapo, kwa hiyo mm. Usichelewe kwa sababu tarehe ishirini na sita sio mbali, takriban kama wiki tatu hivi na nusu unatakiwa kuwa Dodoma, hatimaye unaweza kushiriki. Kuna mambo mengi sana, ikiwa ni pamoja na burudani zitakuwepo pale, lakini pia viongozi mbalimbali nao watashiriki pale. Lakini kumbuka GSM nao katika michezo wako mbele sana, na wao wapo kama wadhamini katika jambo hili la NBC. Kwa Dodoma pale kuna vitu vingi vya kufaidika navyo, sio kukosa hii, na tutakuwa tunawapa ile update katika vipindi vyetu hususan uh, kama hapa viwanjani wanapokuja, tunazungumza na kuweza kujua wapi wamefikia na wewe kama unataka kujiunga katika mbio hizo uh, za marathon basi unajua ni wapi ambako unaweza ukaanzia. Neno lako kwa Watanzania ambao wanatufuatilia hivi sasa uh, Watanzania, mi naomba wazingatie afya. Mm, afya ni muhimu sana. So uh, sisi tuna kauli yetu mbiu inasema, kata wese mm, okoa maisha. So katika kuzingatia afya yako shiriki kwenye NBC Dodoma Marathon, uje kukata wese hapo hapo, unazingatia afya ya mama na mtoto, ya mama na mtoto. Tuwalinde sana akina mama na watoto kabisa, midhamini akini, tunaombea sana dua na tunaombeana wote, tunasema sasa. Neno lako kama GSM, ambao mko katika jambo la NBC Marathon? Ndio, kwa upande wa GSM, mimi pia niseme kwamba Uh, watu waendelee kujisajili. Moses amesisitiza sana usajili, mm, wa mapema sahi. Kwa hiyo, Watanzania, uh, jamani, tuunge mkono hili jambo. Lina malengo mazuri katika jamii kwa ajili ya mama na mtoto. Kwa hiyo tu, tuendelee kujisajili, kuna vitu mbalimbali ambavyo tutafaidika mm. kama wewe personally, lakini pia mm. kwa jamii utakuwa umeichangia kitu fulani, ukijisajili uki kwenye NBC yeah. Dodoma Marathon. na kuwafikia yeah. jamii, kwa sababu jamii inatakiwa kufikiwa, wakati okay, mwingine inakuwa ni ngumu kuwafikia yeah. jamii, isipokuwa mkitumia michezo yes. au event kama hizi za marathon mm. jamii nayo inafaidika kwa sababu kuna wale ambao wako chini kabisa wanasema na sisi lini huku, yes. Yes. NBC tutawaona well. lini yes. Yes. tutaona lini, yes. lakini kupitia hii marathon inawakusanyisha pamoja mm. na kufanya jambo pamoja wanakuwa na furaha kabisa, pamoja na kwamba lengo ni kwenda kufanikisha kinachopatikana mm. mama na mtoto katika matibabu hayo kabisa. lakini pia hata wao wenyewe kushiriki pamoja na NBC na GSM inakuwa ni furaha sana katika mioyo yao. yeah. Naam, tukiwa tumemaliza hivyo na